Ndugu zangu wa Vunjo, wakati tuko upinzani na tikopinzani, shikiliza vizuri na dakika chache, na dakika chache hivi tulisema nchi miaka minne ilipita, umezungumza hapa nje, zile ndege zilikuwa na, leo ziko 11 tunamiliki, tumelipa keshi. Nani? Shikilizo, shikilizo, tukasema nchi leo tunavyozungumza ile tunayoisema ilikuwa inatoa ajira Jaipur India, ilikuwa inatoa ajira Nairobi Kenya. Magufuli ameingia na serikali yako amekaa chini umeunda mambo